Leo tunaadhimisha Jumapili ya tatu ya Pasaka mwaka C. Masomo yetu yanatufundisha mambo kadhaa. Somo la kwanza lina mambo makubwa matatu ya kujifunza. La kwanza ni ujasiri. La pili ni kufuata kanuni na la tatu ni ushuhuda. Tukianza na ya kwanza, ujasiri. Kuhani mkuu alitoa amri eh, kwa mitume kuwa wasifundishe tena kwa jina la Yesu. Lakini kwa ujasiri mkubwa, mitume hawakufuata amri hiyo, ila waliendelea kufundisha wazi wazi wazi habari za Kristo mfufuka. Huo ni ujasiri wa pekee sana. Mitume wanatufundisha kwamba katika maisha, kila watu wana maoni yao kulingana na uzoefu wao, wana imani zao na hisia zao. Inawezekana wanachokifikiria ni kweli kwao, lakini haimaanishi kwamba lazima iwe kweli kwako. Hatupaswi kuwa na wasiwasi juu ya wengine wanatuonaje, tunapo tunapaswa kuzingatia kujenga ujasiri katika kutambua kwamba sisi ni akina nani na nini tunachokisimamia. Mitume walitambua kwamba wao ni eh, kina nani na kwa ujasiri walitangaza habari za Kristo mfufuka bila woga wala wasiwasi wowote. Jambo la pili ni kufuata kanuni. Mitume walifuata kanuni. Walipokatazwa kufundisha kwa jina la Yesu, Petro akajibu kuwa ni bora ya kumtii Mungu kuliko wanadamu. Hii ilikuwa ni kanuni ya msingi kwao. Hivyo mpendwa wetu Askofu Musomba asikukataze mtu yoyote kufundisha kwa jina la Kristo mfufuka. Hili ni fundisho pia kwetu sote, waamini wote na kwa watu wote wenye mapenzi mema. Ni muhimu kukumbuka kwamba uongozi wa kweli sio kutumia nguvu au kuwalazimisha watu wafuate mawazo yako hata kama ni mabaya badala yake ni juu ya kuwaongoza wale wanaotuzunguka kupitia matendo ya maadili. Kiongozi ambaye anaongoza kwa mfano anakuza mazingira ya uaminifu, heshima na kushirikiana. Tuna, tunapoonyesha uadilifu tunakuwa mfano wenye nguvu kwa wengine kuufuata, hivyo Tujitahidi kukuza mitindo yetu ya uongozi kwa kuwa mfano hai kwa jamii badala ya kutumia mamlaka. Ikiwa kazini, katika jamii zetu au hata ndani ya familia zetu, athari ambayo tunaweza kuwa nayo ni kubwa kama hatuishi katika ukweli, kama hatuishi katika kanuni. Tusimamie ukweli daima kwa sababu ukweli ndio utakaotufanya kuwa huru. Ushuhuda, hili ni jambo la tatu tunalojifunza kutoka somo la ili kwa wa kwanza. Kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.